Ndugu yangu, nitafuta kukuhimiza tena kwa muda huu. Ikiwa umebarikiwa na Bwana Mungu, amekuinua, amekutoa kiwango hiki kukutia kingine kiwango, ni vema ubaki ule ule, usibadilike, ubaki mnyenyekevu, sababu tunajua ya kuwa Bwana huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Yaani ukiendelea kunyenyekea, utaendelea kubenefisie faveur, neema ya Mungu. Nakumbuka mwaka jana wakati mume wangu ameteuliwa kuwa mbunge wa taifa nchini Kongo, wala député national, wamoja waliniambia mambo mengi. Kuna mama moya aliniambia, mama Mirei maraba, ubadilike, usikwe tena vile gisi huko wa eh, mama wama, bitambala, bitambala, wama maombi maombi ha, ujitie na we kufasi yako. Nikamwambia, nini? Mimi sione kitu ya kunishitua. Ntaendelea kumtumikia Mungu jinsi nilivyo. Haiko sababu nimekuwa hapa njo bitakuwa hivi. Hapana. Hata niwe mke wa president wa, wa, wa, wa taifa siwezi badilika. Mume wangu ndio ameinuliwa lakini alikuwa alikuwa daktari, iko prof, iko pastor. Ile, ile ngine cheo ni baraka tu za Mungu, lakini ile haiwezi kanibadilisha. Na mambo mengi. Oh, mmoja akibarikiwa anaanza aenda huku na huku, anasafiri huku na huku, anakuwa mwingine mwingine. Akijenga ghorofa akikuwa na gari ya ajabu, kazi ya ajabu, anakuwa mwingine mwingine. Hapana, ni vizuri ndugu yangu, unapobarikiwa unyenyekee. Na baraka ya kwanza ni kutafuta kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, yale mengine yote ni nyongeza. Ukishakuwa na ufalme wa mbinguni yale yote yatakuja baadaye, lakini katika yote baki katika hali ya unyenyekevu na Mungu wako atatukuzwa. Nilipenda nikuhimize kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. Asante.